Nasema kwa nimesema mambo ya wakubwa yako siongei na wao. Unasikia? Na we have a threat to life. This is our forest. I know, I know, know, and they are coming. Twende. Peleka chukua mashini yote. Beba mashini yako tuingie ndani. Beba mashini. Nimesema beba mashini tuingie ndani. Hakuna shida kukuna. Yeah. Hakuna shida. Hiyo yo bunduki, jipange vizuri na hiyo marisasi. Hakuna mambo ya bunduki. Piteni, piteni haraka haraka. Hakuna mambo ya bunduki. Pita haraka haraka. Nimesema mpite haraka haraka. Ingia tuende. Tumeshaongea na security committee <imitaria> nimeshaeleza <imitaria> mkubwa wenu hapa anaitwa anaitwa Kosgei, <imitaria> na anajua kazi inaendelea. <imitaria> formally managing <imitaria> director <imitaria> wa Kenya Railways ameandikia Kenya Forest <imitaria> it has nothing to do, wameshapima miti wakiwa pamoja, anajua <imitaria> <Minalia> ni miti yakatwa <imitaria> na imehesabiwa gharama yake, italipiwa na Kenya Railways. Hakuna mtu atazuia kazi kwa <imitaria> sababu we are saving life, na sasa uhai ya watu ndio number 1. Na kama ni hivyo ndion Yes. Kwa nini usinini usi, usi muongee na sisi, wamesha pima, wachana na lebarukuko yeah. Kazi yake uh -huh. Anafikiwa na ripoti ile imetoka yes. Chini sawasawa uh -huh. Na mimi nimekuja hapa kama mwakilishi wa watu uh -huh. Miti itakatwa uh -huh. Na haijalishi mko wa ngapi. Miti mko wa ngapi miti itaendelea. Hiyo lugha huyu anatumia, wacha nikueleze hivyo, namwambia ati watashikwa hawa ni wizi wanakuja kufanya hapa, si makaa inachomwa Duo. Kazi ya Kenya Forest, lindeni msitu na muangalie wale wanaharibu msitu. Hapa hakuna mtu anaharibu msitu. Tunatengeneza mahali ya maji kutoka. Hii maji imeua watu watatu. Tuendelee na na na watu watu kukufa kukufa kukufa? Heri bunduki, lakini sio maji. Leo hii mtu kwa hapa hata, kwa sababu watoto wawili follow ae

Si nyinyi wewe usipigie hiyo mkubwa yako umwambie ongea na Kenya Railways. Sasa unaona mimi ni kutumwa nimetumwa. Huyu anakuitania. Sasa unafikiri ukijaza watu wengi ndio utafanya utafanya nini sasa? Ukijaza watu wengi ndio nini utafanya? Sasa unaona mheshimiwa. Na hiyo lolua heri tukae bila msitu lakini mtu asikufe. Mheshimiwa. Heri tukae bila msitu lakini hakuna mtu mwingine atakufa aiiana waambie, kuna faru watakuja kufanya assessment. Tulikuwa tunaomba tuwe na utulivu, nikuelekeze kisha fanya evaluation. In charge anaitwa anajua ni miti za ki inakatwa na imeshafanyiwa. SGR ilipotengenezwa, kuna mahali pale iko na underpass ambayo inarudisha maji nyuma hio underpass watu watatu wamekufa ndani yake, imezuia usafiri ya watu kutoka eri inaitokia nogo kwenda mpaka mpakalolua. Watoto wengi wa shule, kwa sababu shule zote ziko pande moja, wamekua wakizuliwa. Uh, cha ambaye ni chief forest conservator ametuma askari zaidi ya hamsini waje wasimamishe uh, shughuli ya ya kukata miti, tukiwa na nia kuokoa maisha. Uh, kama mmoja ambaye amehudumu kwa kamati ya bunge The right to life is number one. Kwa chochote tunaokoa maisha, hatuwezi okoa miti kabla tuokoe maisha. Maisha ndio tunaokoa kwanza. Tukiongea saa hii, daraja maji bado iko, hakuna gari inaweza kupita hapo. Ile ya kustaajabisha zaidi, damu kubwa ambayo iko hapa ambayo inabeba maji imeshafanyiwa hydrological survey. Tumehesabu miti pamoja na uh, in charge ambaye ako hapa anaitwa Kosgei, wamehesabu ni miti 32 ambayo inakatwa. Uh, shirika la Kenya Railways imeandikia Kenya Forest barua na wamejikomit kulipa miti yote lakini kwanza waokoe uhai na maisha ya watu ambao wanatumia hii barabara. Hii ni baadhi ya zile barabara ambazo ziko na malalamiko kwa sababu baada ya mvua kubwa mvua yote ya Ngong na area yote ya mlimani maji yanakuja hapa. Uh, nataka nimzungumzie waziri wetu wa mambo ya misitu. Forest ya Lolwa ni yetu. Wanataka wakuja wafanya mambo ya kufence. wana raise fund pesa lakini hasara ile wameleta kwa maisha ya watu kupitia hii forest haitaendelea vile imekuwa. Kuanzia leo kuendelea mbele, tutahakikisha hii msitu itakatwa kulingana na vile ambavyo inafaa na hakuna mtu atatishia maisha ya watu because threat to life, anything that is a threat to life hatutaweza kuruhusu. Na hata wakileta askari kiasi gani haitazuia watu yololua kukaa na barabara vile walikuwa hapo awali. Sio sisi tulileta reli really. Na shirika ya railways na Kenya Forest kama walikuwa genuine wao wenyewe ndio wange